Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Pelamiho marehemu Jenista Mhagama ulifikishwa nyumbani kwake eneo la Itege jijini Dodoma majira ya jioni tarehe 12 ya Disemba 2025. Mheshimiwa Jenista Mhagama alifariki Disemba 11, 2025, jijini Dodoma. Hii ni historia fupi ya Jenista Mhagama toka kuzaliwa hadi kujiingiza katika siasa, huku akipitia nyadhifa mbalimbali katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jenista Joachim Mhagama alizaliwa Juni 23 mnamo mwaka 1967 na alifariki Disemba 11 2025. Alikuwa mwanasiasa wa Tanzania kutoka Chama cha Mapinduzi. Alikuwa mbunge wa jimbo la Pelamiho mkoani Ruvuma kwa kipindi cha muda mrefu, na aliwahi kushikilia nyadhifa mbalimbali za uwaziri. Alizaliwa tarehe 23 Juni mwaka 1967 alimaliza shule, shule ya sekondari katika shule ya wasichana ya Pelamio mwaka 1986. Mwaka 1989 alipata diploma ya elimu kutoka chuo cha ualimu Korogwe. Alifanya kazi kama mwalimu kwa miaka sita kuanzia mwaka 1991 hadi mwaka 1997. Safari yake katika siasa, alianza kujihusisha na kujumuika na Chama cha Mapinduzi mnamo mwaka 1987 akihudumu katika matawi ya vijana na wanawake wa Chama cha Mapinduzi. Mwaka elfu mbili aliingia bungeni kupitia kiti maalum cha wanawake, yaani wabunge wa viti maalum waliotolewa na Chama cha Mapinduzi. Mwaka 2005 alishinda mchujo wa CCM dhidi aliyekuwa waziri wa fedha Simoni Mbilinyi na kuchaguliwa kuwa mbunge wa Pelamiho. Alikuwa mbunge wa pili kwa ufanisi bungeni kwa michango na maswali katika bunge la mwaka 2005 hadi mwaka 2010. Aliendelea kushinda kiti cha Pelamiho katika uchaguzi mkuu wa 2015, 2020 pamoja na 2025, akiwakilisha jimbo hilo kwa takriban miaka 20. Januari 2014 hadi Januari 20 aliteuliwa kuwa naibu waziri wa elimu na mafunzo ya ufundi katika kipindi cha serikali ya awamu ya nne ya Jakaya Mrisho Kikwete. Baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu sera, bunge, kazi, vijana na ajira na walemavu. Desemba 2015, aliteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu chini ya serikali ya awamu ya tano iliyoongozwa na hayati daktari John Joseph Magufuli. Januari mwaka 2022 alihamishwa katika ofisi ya rais, utawala bora na utumishi wa umma. Agasti 2024 aliapishwa kuwa waziri wa afya akimrithi aliyekuwa waziri wa nafasi hiyo Ummy Mwalimu, hadi Novemba 2025 alipoachia wadhifa wake baada ya mabadiliko ya baraza la mawaziri, alikuwa mmoja wa wanasiasa wanawake wenye ushawishi mkubwa wa Tanzania. Alijulikana kwa karibu na wananchi, uchangiaji bunge na kujitolea katika masuala ya afya, vijana na ulemavu. Mwaka 2025 alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mawaziri wa afya ukanda wa mashariki mwa Afrika. Alifariki dunia tarehe 11 Disemba 2025 jijini Dodoma akiwa na umri wa miaka 58.